Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo hii tutajifunza neno moja zuri kabisa. Linasema hivi, tumaini kwa watu walio hai. Amina. Tumaini kwa watu walio hai. Amina. Kwa nini nasema neno hili tumaini kwa watu walio hai? Mpendwa katika Bwana. Je, nikuulize swali moja? Unajua ukifa utakwenda wapi? Amina. Naomba jibu hilo utajibu kwenye comment yako. Unajua ukifa utakwenda wapi? Mpendwa katika Bwana, lazima ujijue kabisa. Amina. Anasema katika Warumi kwamba Roho Mtakatifu shuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama ni mwana wa Mungu, unajua unakwenda wapi. Kama we ni mwana wa Shetani, utajua utakwenda wapi. Amina. Ukisha kwa umefanya dhambi, we ni mwana wa Ibilisi. Ukiwa umempokea ume, ume Yesu, we ni mwana wa Mungu na unajua kabisa utakwenda mbinguni. Amina. Kwa hiyo watu walio hai, watu walio hai katika imani zao, lipo tumaini kwao. Tumaini kwao, amina. Lipo tumaini kwao. Mtu kwanza uliyo na uhai kwanza wa mwili tu. Amina ule uhai wa mwili una, una, matumaini kwamba nitamwendea Mungu katika hali hii. Mpendwa naomba hiyo jambo bora liwe leo. Bora liwe leo. Amina. Bora liwe leo. Fanya maamuzi saizi. Amina. Kwa sababu watu waliokufa haliko tumaini kwao. Amina. Tutakwenda kusoma kitabu cha Muhubiri, tutaanzia ule mstari wa wa nne. Amina. Tutakwenda mpaka ule mstari wa kumi na mbili. Anasema kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote waliohai. Anasema lipo tumaini kwa yule mtu ambaye ameambatana na waliohai, Wapendwa katika Bwana. Dunia hii inakokwenda ni mwishoni, amen, iko mwishoni. Kama iko mwishoni, kwa wewe uliye hai liko tumaini, ambao umeambatana na watu walio hai. Amen, kuna watu walio hai kiroho. Amen, kwa hiyo pata zile njia. Amen, waamini Mungu kupitia wao. Amen, ndipo Mungu atakapokuthibitisha utakuwa anasema hai anasemaje? kwenye mabano anasema maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Mbwa aliye hai anakuwa na matuma, anakuwa na, ana, ni, ni, mdogo mbwa tunajua kwamba ni mdogo, si ndio? Na simba ana nguvu, lakini mbwa, simba akiwa amekufa, hata kama ulimweka awe mlinzi, hana kazi tena. Lakini mbwa atakusaidia, atakusaidia ku, kwa sababu ana, ana uhai. Unajua kabisa ni ulinzi na kitu fulani kipo katika nyumba yako. Akiwa anamaanisha neno gani? Kwamba ni bora kitu kidhaifu ambacho kitakufikisha mbinguni mpendwa, kuliko amina, vitu vikubwa ambavyo vimekufa. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe anasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, msiwe na wasiwasi, wasi, kwa sababu wewe huwezi kufanya nywele yako kuwa nyeusi, wala huwezi kurefusha mkono wako. Kwa kuwa wote tuko chini ya mkono wa Bwana, mali, tajiri, maskini, wote, wa Bwana, mwenye mali, tajiri, maskini, wote walipo. Mungu amekuta kama ulivyo katika hali ambayo ulionayo hiyo. Amen. Mungu ana maana kubwa sana kukuweka katika hali ambayo ulionayo. Kukuita katika ambali hali ambayo ulionayo. Ya umaskini, ya shida, ya vidonda, ya njaa, ya vitu fulani, ya ya, ya, ya mawazo ya nini, ana maana kubwa kukuita katika hiyo. Amen. Kwa hiyo anataka uende hivyo hivyo ulivyo. Usiseme kwanza nikaweke nika, nika, nika mawazo yangu yakae sawa, ndipo niende kwa Mungu. Usiseme kwanza niweke e, maisha yangu yakae sawa, ndivyo niende kwa Mungu. Amina, ndio kitu anachokimaanisha hapa. Kwa hiyo ni bora mbwa aliye hai, ni bora kitu kidhaifu kitaingia mbinguni, kenye matumaini ya kuingia mbinguni, kwa sababu kina matumaini ya uhai, kuliko kitu ambacho kimeshakufa kufa, kwa sababu hakina hakina uhai kwa sababu hiyo, walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena, na kumbukumbu lao limesauliwa. Wafu hawana tena ijara, hakuna tena kitu ambacho walichonacho, hakuna tena deni ambalo wanatudai duniani, wamesha kufa na hicho kumbukumbu lao litasauliwa. Amina, kwa mpendwa katika Bwana, kama imani yako ikifa, kama ukifa hujamjua Mungu, amina, ni hasara. Amina. Kwa kuwa lipo tumaini kwa watu walio hai, kwa kuwa uko hai, Mungu amekuacha uwe hai kwa makusudi, ili uweze kumtumikia, ili uweze kugeuka, ili uweze kuokoka, ili uweze kuokoka, ndio maana uko hai. Jua katika uhai wako, jua katika pumzi yako leo. Sio nafasi ya kwamba wewe amekupa hiyo pumzi kwamba uanze kujitaabisha, uanze kuwa na, na na kazi nyingi, uanze kujifanyisha makazi mengi. Anakupa nguvu, anakupa nguvu uweze kutubu, mpendwa katika Bwana. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine mengineo mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu kwanza. Anasema itamfaidi nini mwanadamu apate dunia yote na akakosa ufalme wa Mungu? Ni hasara, mpendo katika Bwana, ni hasara kabisa, kwa kwa sababu uko kuzimu, hizo mali zako, hizo hekima, hautaenda hata na kimoja. Hizo hekima zako na maarifa zako havipo kuzimu. Ni uharibifu, ni, ni maumivu na tabu. Anasema, anasema: Mapenzi mapenzi yao na machukizo yao, husuda imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Mapenzi ya mtu aliyekufa hayapo tena, husuda hazipo tena, wivu haupo tena. Kwa hiyo yote hayo utashuka kuzimu na huko huko hakuna kumbukumbu la upendo wala hakuna machukio ambayo ulikuwa unachukia na vitu vyote ambavyo ulikuwa unavifanya. Anasema wewe waenda zako ule chakula, wewe enenda zako ule chakula chako kwa furaha, unywe mvinyo wako kwa moyo wa kuchangamka kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako, anasema nenda uku, nenda ule chakula chako kwa furaha. Kwa furaha. Wewe ule kula hicho chakula chako ulicho nacho kula kwa furaha. Uli umepata miogo, umepata maandazi, umepata nini? Kula kwa furaha. Usiwaze usu, acha kujitabisha na mambo ya makubwa kwa sababu hizo maarifa vitakupeleka katika upotevu mpira katika Bwana. Jua katika hali ambayo ulionayo, Mungu atakuepa jambo kila katika wakati wake. Katika wakati wake. Tutasoma hapa mstari wa, wa mstari wa wa, wa, wa tisa. Uone kila jambo linakuwa lina wakati wake, lina wakati wake, lina wakati wake. Mungu, kwa kila kitu, anafanya kwa wakati na bahati ambayo Mungu anaamua kuionyesha kwako. Amina. Anasema mavazi yako na yawe meupe siku zote, wala kichwa chako kisikose marhamu, usikose kuwa usi, fikra yako isikose kuwa na utakaso au isikose kuwa imetiwa mafuta na Mungu. Amina. Wala mavazi yako, asikose kuwa meupe, maana moyo wako uwe meupe kila wakati, usijitabishe kwa vitu vingine Amen usijitabishe kwa mambo mengine. Anasema uishi kwa furaha pamoja na mkeo, umpendae. Siku zote za maisha yako ya ubatili. Siku zote za ya maisha yako ambayo ni, ma, ni, ni ambayo unaona kama yamechoka, ambayo ndio Mungu anataka ajitukuze hapo mpendwa. Nenda katika hiyo njia afuone Mungu anakuthibitisha. Anasema ulizopewa chini ya jua siku zote za ubatili wako, maana huo ni sehemu yako ya maisha. Amen. Hiyo ni sehemu yako ya maisha. Hatari wataza kwamba hii aya yote ni sehemu yako ya maisha. Siku hizi ambazo ni sehemu yako ya maisha. Kwa kubali, usianze kumkataa Mungu katika hii sehemu, usitafute wakati ambao uliopo, kwa sababu katika kufa. Amin. Ukisha kufa hakuna tena tumaini. Utasema utafute kesho, ukifa kesho, ukifa leo, hakuna tena kesho. Amin. Anasema msisumbukie kesho, kwa sababu mjui atakaozaliwa na siku moja, haujui atakaozaliwa na siku moja. Amin. Anasema katika tabu zako ulizotabikia chini ya jua, katika kazi ambazo zote umezifanya chini ya jua, anasema ndiyo maisha yako yalivyo hivyo. Kwa hiyo ishi kwa furaha katika siku hizo, ishi katika furaha katika siku za za siku ambazo kuna kuna njaa si, ishi katika siku za furaha ambazo unaona kuna kuna chakula, ishi katika furaha, kula hicho chakula ambacho Mungu amekupatia kula hicho hicho, ndiyo siku yako ilivyo, hivyo ndiyo wakati wako ulivyo. Mstari wa kumi anasema lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, utakalo jambo lolote ambalo utakalotaka kulifanya au ambao umelipata kulifanya, anasema ulifanye kwa nguvu. Amina, mpendwa katika Bwana, naomba tusikizane vizuri. Anasema jambo lolote ambalo mkono wako utakao umepata kulifanya ni baraka, ni jambo lolote ambalo wewe umelimia kulifanya au umekusudia kulifanya, Mungu amekupatia ulifanye. Kama ni kitu kidogo, kifanye kwa nguvu, kama ni kitu kikubwa, kifanye kwa nguvu, kama ni jambo ambalo ni, ni wakati wa kulia, lia kwa nguvu, kama ni wakati wa kucheka, cheka kwa nguvu lazima kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako. Wewe utakapokuwa umekufa katika dhambi hakuna hivyo vitu tena. Kwa hiyo utakao fanya vitu vifanye kwa nguvu. Utakapokuwa umempokea Mungu, tumika kwa nguvu. Utakuwa umemwamini Mungu, kaa katika hata ya utulivu kwa nguvu. kumi na moja, anasema nikarudi na kuona chini ya jua kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao katika vita, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wenye ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Si wa wenye hekima, si wenye nguvu, si wenye mali, si wenye hekima wapata mali, si wenye wenye wenye ustadi wapata upendeleo. Anasema bali vitu vyote viwapata kwa wakati na bahati vinapokuja ni wakati na bahati. Kwa hiyo usitaabike juu ya jambo la mtu mwingine, usitaabike juu ya jambo la mtu mwingine, taka katika uo utulivu huo. Amina. Kama ni mtu ambao ni wabahati na wakati, utakukuta kwa wakati na bahati. Amina. Mungu aliyokusudia na kuupanga utakuja. Amina. Kaka katika hali ya kutumaini, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika amina. Anasema kumi na mbili, maana mwanadamu yeye naye ha, hajui wakati wake kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa katika mtego, kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya unapoangukiwa kwa ghafla. Amen. Anasema mwanadamu naye hajui wakati, hajui wakati wake. Kwa kama hujui wakati wake ni fumbo kubwa ambalo Mungu anakutaka ukae katika matumaini, katika imani. Maana yake ukikaa katika imani, anasema kama samaki ambao hawajui mtego mbaya wala ndege hawajui wanavyonaswa na nyavu mbaya, wala ndege hawajui wanavyokamatwa na, na, na ile mitego na, na mitego mbaya. Anasema ndivyo mwanadamu ndivyo kwa mwanadamu ilivyo. Amina, unaswa katika wakati mbaya, uangukiapo kwa ghafla. Huu wakati wakati unakuja ni kwa ghafla, wakati mbaya unakuja kwa ghafla, kwa wakati mzuri pia unakuja kwa ghafla, kwa uwe tayari kila wakati. Amina, anasema katika ndio wa Thesalonike wa kwanza tano, ukianzia mstari wa kwanza mpaka wa nane, ukisoma pale, ukianzia, ukifika pale mstari wa tatu, anasema kwamba An, an, an, an, an, anasema, anasema kwamba unapo kama amani na shwari ndipo ijapo ule uharibifu. Amina. Kwa, anasema siku ya Bwana itakuja kama vile mwivi. Itakuja ni siku ya ghafla sana. Itakuja ni ghafla kwa hiyo kwa yule mtu ambaye ni safi. Itakuja kwa, itakuja, mtu ambaye ni safi, ambaye mavazi yake ni meupe, itamkuta akiwa safi. Na itakuja kwake itakuwa ni utukufu. Lakini yule mtu ambaye alikuwa ni mchafu, kwa hiyo itakuja ni uharibifu. Na akienda kuzimu huko hakuna maarifa yake aliyotumia, hakuna akili zake ambazo alitumia, hakuna ustadi wake ambao alionao. Itakuja kwake ni uharibifu, ambapo kwa sababu hiyo siku itakuja ni kwa ghafla. Mpendwa katika Bwana, nimeongea jambo hili kwa wakati gani? Matumaini kwa mtu aliye hai. Amina, kwamba anajua kwamba kuna wakati atakufa. Kwa hiyo kama unajua kuna wakati utakufa, je, wewe umejiandaa namna gani? Kwamba wakati ambao utakufa utakukuta ukiwa wapi? Na wakati ambao Yesu Kristo atakuja kwa sababu pia kuna watu wengine hatutakufa. Amin. Matumaini yako ni nini? Amin. Matumaini yako ni nini wakati huu ambao ulionao uko hai na ukijua kabisa kwamba kuna wakati ambao utakufa na huo mkichwani mwako ung'ae, upendeze, uwe mtu ambaye umependwa sana na Mungu, uwe neno la Mungu limekaa sana ndani ya moyo wako. Amina, amen. Basi mpendwa katika Bwana, natumaini video hii ilikuwa baraka kwako. Nikutakia siku njema, Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom, shalom.